Wenzetu kwenye broad thinking, wenye kuelewa mpana kwa mpira kwa mapana yake wanajua mchina. Kocha akija kwa faida yako, anatoka Belgium anatoka Italy. Salama ndugu yangu, kwema, niko naongea na ndugu zangu. Anatoka Belgium anatoka France, akija hapa, aje kufundisha mpira, miezi mitatu ya kwanza anakuja kudili na personal behavior ya mtu mmoja mmoja. Unamkabidhi wachezaji 30 na 25 mwalimu aliyebobea adili na mpira anadili na kujua moro za wachezaji wake. Kuna watu tunaita hyperactive, middle hyperactive, low hyperactive. Yani ni mchezaji ambaye mwingine ana asira mwingine ana kiburi, anajifunza hivyo. Akishajua hivyo, anaanza kujifunza ni nani anayejifunza taratibu nani anajifunza haraka na nani mzito mno. Kuna wachezaji wanaitwa golden players, silver players na iron players. Kwenye timu unayoiona ya Simba ile wagumu kujifunza wepesi na, na wepesi mno, that is football. Akimaliza pale anaanza kugawa makundi yake. Ndio maana managers wanakuwa na ofisi, ni full time business, niwafundishe namna gani, awaambii ana, lakini anawagawa kwenye makundi, akiwa anatafuta wale 11 possibles, kumi na moja bora, lazima uanze na vichwa vyao. Kuna wachezaji ambayo ukimsa, ukimsaisha nasusa